Akina baba wote tunyesha tupunge namna hii, tumsalimie Dokta Samia Suluhu Hasani kwa maana tuko na vyombo vya habari anatuona. Akina, akina baba mikono miwili miwili namna hii juu, wote mikono miwili akina baba, akina baba oye, oye. Dokta Samia Suluhu Hasani oyeia oye. Maendeleo oye. oye. oye, mnayoona ujenzi wa mashule ujenzi wa barabara, kuleta maji, miundombinu yote ni Dokta Samia Suluhu Hasani. Samia Suluhu Hasani oye! Ndio maana tunasisitiza mafiga mangapi? Matatu. Sasa niwaulize wakina mama nakina baba, wengine wanapika figa moja, walinaivisha chungu, mafiga mawili yanaivisha mpaka mangapi? Matatu. Na figa kubwa kuliko lote ni Samia Suluhu Hassan, wakatuseme Samia Suluhu Hassan ndio mwenye nyumba, ndio mwenye nyumba. Sasa kama Samia Suluhu Hassan ndio mwenye nyumba, si sote tu wapangaji? Mpangaji unaleta kelele, mwenye nyumba haja kufukuza. Sasa mimi naomba niwaambieni ili maendeleo sahihi yaweze kuja mkoa wa Njombe lazima muende kwa mafiga mangapi? Matatu, na hususan ni Dokta Samia Suluhu Hasan, kwa sababu watu wengine wanasema, nitamchagua Dawa Mwanyika, Mheshimiwa Rais simchagui, nitamjagua Dawa Mazao mbunge simchagui. ili maendeleo yaweze kuja vizuri wote watatu lazima tuwape kura za kutosha, na hususan Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ndewe mwenu mnyahihenge. Hebu wote tuseme mnyahihenge, mnyahihenge ino, mnyahihenge. mnyahihenge. hula pa fungulia mapesa, mapesa ndogihwaja hwadeo mwanyika ndogihwaja kwa hwadeo mazao utatu, oye, oye. oye. tuko tayari kwenda katika utatu ngali mwana mama, wakina mama wote tuko hapa, tusikubali kudharaulika. Wakinamama tunaweza. Zamani walisema mpaka tuwezeshwe. Hapana, tunaweza wenyewe, ko tuungane. Nchi hii inaongozwa na mwanamama mwenzetu ambaye ni Samia Suluhu Hassan sawe. Mama unabaki nyumbani kufanya nini? amani amanioye. Hatuongei kitu chochote zaidi ya kuomba uchaguzi wetu upite kwa amani. Na Chama cha Mapinduzi na, wa, na wagombea wake kifanye nini? Tushinde kwa kishindo. Tuna sababu za kuomba Chama cha Mapinduzi na wagombea wake tushinde kwa kishindo. Wafanyibiashara wenzangu, mini mfanyibiashara ilowe? Mini mfanyibiashara nauza magari, nauza majumba. Ukitaka ma, majumba hapa ndio penyewe lakini ili niweze kufanya biashara, mazingira lazima yawe tulivu. Mazingira lazima yawe tulivu. Hivi hapa wabena wenzangu, vanyanjombe mpuliehabom po mwifanyi kazi kweli? Halafu sasa umri wetu wengine umeenda hivi. Wewe mzee wangu hapa, ukisikia kabomu takimbia na, na baki kukaa sasa. watoto wetu watoto wetu vijana wetu, vijana we, vijana mikono juu, asilimia kubwa ya wakazi wa nchini vijana. Vijana tunaomba mtusaidie tarehe ishirini na tisa mhimize kijana mwenzio, awe kijana wa kiume, awe kijana wa kike, mshike mkono, mpeleke akapiga kura, vijana we. Mtu asikudanganye wewe unatamba na sitichovye Andamana, andamana. Ambia kuandamana mujauandamana. Sasa mtu akimwambia kuandamana, mbia atangulia we kwanza atangulia anaye. Yani, kuhamasisha kama kuzuri mbona anahamasisha watoto wetu, a anabaki yani nyumbani. Kwa hiyo wazazi wenzangu wa mkoa Njombe, naomba siku ya tarehe ishirini na tisa wewe mama mshike mmeo mpeleka kapige kura, na wewe baba mshike mkeo mpeleka kapige kura, kura. Baada ya hapo tuhimize familia zetu wapangaji wote watafanya nini? Wakapige kura, kura. Oe! Oe! Kwanza tunapata rais mwanamke na huyu rais mwanamke amefanya vitu vingi sana kwa nafasi yake. Kwa sasa ni wajibu wetu kuendelea kuunga mkono utawala bora. Tunaona kuna mawaziri wanawake, tunaona kuna wakurugenzi wanawake. Sasa wanawake tunataka wanawake naomba tupendane, wanawake tupendane, tupendane. tupendane, wewe. wakina baba, wakina mama, kwa heshima na taadhima tunaomba tarehe 29 tukafanye ukweli, nchi yetu ibaki kuwa na amani. Baada ya kusema hayo machache, niseme kwamba tunapenda sana sisi Chama cha Mapinduzi, tunaomba na sisi mtupende, mnatupenda yeah. Chama chetu na kipenda Samia aongoze sisi wazee, asituache sisi wazee wake tuko hapa tunamsikiliza. Asante Deo mwingine wote watatu <tuhi> wangu. Tunaungana na wenzangu kwamba Oktoba kwa kuandamani kwenda kupiga kuna maisha baada ya Oktoba 29. Kwa hiyo tuweke amani, tukumbuke kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi koo. Amani mtawale. <coughs> Asanteni sana, tukapige kura, tukapige kura, tuache hofu za mitandaoni. Wale wanaoandika mitandaoni hatuwajui, hatuwajui. Wewe fanya kila ambacho tumeandua, tufanye ni kwenda kupiga kura tuchague rais wetu. Tuko hapa kwa ajili ya chama na tunayempigia kule ni wa chama hiki kilichotuweka hapa, sawa ndugu.